Hebu fikiria umekaa katika live masaa mawili, then tayari umejipatia views takriban elfu tano na umeingeza masaa mia tano ya watching time kutazama wa video yako. Hiyo tayari unafurahia kwamba umesogea karibu na monetization, halafu sasa kwa sababu tu video hiyo haikuwa vizuri unaamua kuifuta, then ghafla masaa yako yote ambayo umeyapata kupitia video hiyo yanaondoka inarudi sifuri. Unaanza kulalamika unaanza kusikitika. Sasa kuna mwenzetu mmoja ambaye ameweza kuuliza swali ambalo hata wewe linaweza kuokoa maisha ya channel yako leo, pengine haukuwa ukifahamu hivyo. Aliweza kuuliza katika sehemu ya comment na je yeah, ukistream live na baadaye ukafuta video hiyo, je yeah, utapata watch time? Sasa hii comment aliweza kutuma katika video ambayo niliweza kutoa njia za kujipatia watching time nyingi kwa haraka, inaweza kuongea pia ishu ya kwenda live. Pia imekuwa ikiongeza kwa sana watch time, watu waweza kutumia njia hiyo. Aliweza kuuliza swali kama hilo katika video hiyo. Moja kwa moja, jibu fupi ambalo naweza kulitoa kwa wale wote ambao wametazama video hii, hapana, unapoteza kila kitu. Lakini sasa tazama video hii hadi mwisho, kuna vitu ambavyo nimeona niweze kukuchambulia ili uweze kufaidika kwa njia moja ama nyingine na kupata elimu hii kuna njia ya kijanja ambayo una uwezo wa kuifanya ili usiweze kupoteza basi hayo masaa, hata kama video hiyo ambayo umekwenda live hauipendi, haijatoka vile ambavyo unahitaji. Baada ya kuitazama mara ya pili ku replay, ukaangalia ile video haukuridhika, kile ambacho umekifanya una, unaona, unaona haifai kuwepo katika channel yako. So jaribu kutazama video hii, ni kuonyesha njia hizo za kufanya instead ya kufuta video hiyo. Kwanza kabisa tuweze kuelewa sheria ya YouTube kuhusu yale masaa 4000, ni masaa ambayo yanahitajika ili basi chaneli yako na wewe iweze kuwa monetized, na, ziwepo, kat, na iwepo katika zile channel ambazo zitakuwa zinalipwa. YouTube wanaita valid public watch hours, yale masaa elfu nne ambayo yanahitajika. Neno la msingi hapa ni hii public, katika hii valid public watch hours. Ili basi masaa yako yaweze kuhesabiwa ni lazima video yako iwepo hewani iwe public masaa hayo hayataweza kuhesabiwa katika monetization. Unatakiwa uweze kuzingatia haya matakutajia ili basi masaa yako nawe yasije kuwa hayahesabiwi. Kama utafuta video hiyo, masaa hayo pia yatafutwa papo hapo katika dashboard ya monetization. lakini kama utaweka video hiyo private, masaa yataondolewa katika hesabu ya monetization ingawa katika analytics ya kawaida inaweza ikaonekana. Lakini vile vile, ukiweka unlisted, hayatohesabiwa masaa hayo. sasa Kipi ambacho cha kufanya kwa yule ambaye ameuliza, na nyie nyote ambao mnatazama video hii na mnahitaji kujua, ukifuta tu ile live, ni sawa na mtu ambaye amefanya kazi mwezi mzima alafu akaichana ile slip ya mshahara kabla ya kuenda benki, hautaweza kupata kitu. Sasa je, unapoteza kila kitu kama utafuta hiyo video ambayo ulikwenda live? Haupotezi kila kitu. Kuna kitu kimoja ambacho kinabaki, kama utakuwa umekipata kitu chenyewe, ni subscribers. Kama wakati ule ambao unakwenda live live stream umepata subscribers let's say 50 kama utafuta video hiyo wale subscribers hawataondoka, watabaki pale pale. Kikubwa ambacho kitafutika ni hiyo watch time ambayo uliweza kujipatia kupitia video hiyo. Hivyo sasa kama lengo lako ilikuwa ni kuweza kupata subscribers tu, unaweza kufuta video hiyo, lakini kama lengo lako ilikuwa ni kuweza kufikisha masaa elfu nne na kufanya monetization, ambao ni tatizo la wengi, kuweza kufuta live stream ni kosa la jinai katika channel yako. Sasa kwa nini watu wanafuta live stream? Sasa live stream nimekwenda mwenyewe, kwa nini nifute? Wacha niweze kukwambia hizi sababu ambazo watu wengi wamekuwa wakimaliza kwenda live, wakiangalia video zao wanazifuta. Kwanza kabisa watu wamekuwa wamekuwa na mchezo wa kuangalia ile video kwa mara ya pili, umeshaenda live unataka kuiangalia tena live yako ilikuwa vipi, video imekaa vipi, then unaona mbona hii video imekaa vibaya. Sasa kuna hii shida ambayo hizi shida ambazo live nyingi zinakuwa zinajitokeza. Kuna ile mwanzo mbovu, zile dakika za tano za kwanza unakuta unasema, unanisikia vipi? Mic iko poa? Hapo sauti inasikika? Unakuta kitu kama hichi. Watu wengi wamekuwa wakiboeka kutazama video ambayo mwanzoni wameanza katika style kama hiyo. Lakini vile vile, kimya kingi, ile dead air kati kati, pengine unasoma comment pembeni, then huku hakuna kilichoendelea, unapata video ambayo ipo kimya muda mrefu pia hii imepelekea watu waweze kuchukia hizi live zao. Lakini vile vile makosa ambayo yamekuwa yakifanyika katika hizo live, pengine uliteleza ulimi ama mtandao umekata, unajua pale unakuwa hauna uwezo wa kuedit unapoenda live, kitu kinakuwa live. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinamfanya mtu atake kufuta video. Nikwambie tu, usifute, fanya hiki ambacho nitakwambia hapa badala yake, badala ya kufuta video na kupoteza masaa yako ambayo umeyapigania kwa kwenda live takriban masaa mawili tumia basi YouTube Studio Editor. Ni tool ya bure ndani ya YouTube ambayo inakuwezesha wewe kuweza kukata vipande ambavyo hauvipendi katika ile video bila basi ya kufuta hiyo video. Ingia YouTube Studio, chagua sehemu ambayo inasomeka live stream, click katika sehemu ya editor, then tumia trim and cut. Sasa hapo na uwezo kukata pengine hizo dakika tano za mwanzo ambazo walikuwa wanasema vipi sauti natoka, mnanisikia? Kata hapo ama kata pale ambapo mtandao ulikata, internet ilikata, unaweza kupunguza, then save. YouTube itaboresha video hiyo hapo hapo, views zinabaki, masaa yanabaki, na video tayari inakuwa ni safi kabisa na nzuri yenye kuvutia. Ni njia ya kijanja ambayo unaweza kuitumia. Lakini njia ya pili, kama live imekuwa mbovu sana na hauhitaji kupoteza masaa kwa sasa, iweke video hiyo unlisted. Kumbuka unlisted, nilikwambia haisomi masaa katika monetization application niliweza kusema hivyo lakini sasa faida yake ni kwamba haifuti masaa hayo katika database. Siku ambayo utairudisha public masaa hayo yanasoma kama kawaida. So, fanya hivi, iweke video hiyo unlisted, masaa yatahifadhiwa kibubu, yani video yako haitoweza kuonekana na masaa yatahifadhiwa katika database tu, haitoweza kuhesabiwa katika monetization kwa sasa. I download video hiyo, edit vizuri, weka highlight ya dakika nane mpaka kumi then upload hiyo video mpya kama video ya kawaida Video hii mpya itakuletea views wapya na masaa mapya, huku sasa ile ya zamani ambayo umeweka unlisted ikiwa imelala kama ni hakiba tu, una uwezo wa kuipublic siku ambayo unahisi unakaribia kuomba monetization, ili uweze kujaza yale masaa ambayo yatakuwa yanahitajika yamebakia katika kufanya monetization. Nafikiri umeweza kunielewa hiyo njia ambayo ya kuweka unlisted. Kwa yule ambaye ameweza kuuliza mwenzetu, jibu la swali lako lipo wazi kabisa: utakapofuta video hiyo ulioenda live Tayari umepoteza masaa yako, lakini vile vile ukitrim umeokoa masaa hayo. Ukianlist kupitia njia hiyo niliokuambia umeokoa masaa hayo. So pangilia basi live yako, ili usiweze kukutana na changamoto kama hizo. Ujue unakiongea nini wakati unakwenda live, itakufanya usiwe na haja ya kuweza kutaka kufuta video zako hapo mbeleni. So live stream ni njia rahisi zaidi ya kuweza kupata masaa elfu nne kuliko basi video za kawaida kama utaitumia vizuri, utafanikiwa kwa haraka. Una swali lolote kuhusu monetization ama watch time, niambie katika sehemu ya comment. Lakini vile vile usisahau kulike. Tukutane wakati mwingine, asante sana. Like video hii, peace.